Je, yeah. Umewahi kuhisi kama dunia imekusonga? Umewahi kuhisi milango imefungwa, biashara haziendi na kila unapogusa kanaharibika? Hali hii inaumiza na inakatisha tamaa. Mara nyingi tunapopitia magumu, tunasahau kuwa Allah ndiye mpangaji wa yote. Tunaanza kuhangaika na akili zetu, tunapiga hesabu na tunasahau nguvu kubwa kuliko zote. Ndugu yangu, kukwama kwako sio mwisho wa safari yako. Allah subhanahu wa taala anasema katika Quran, na atakaye mcha Mwenyezi Mungu atamtengenezea njia ya kutokea na atamruzuku kwa njia asiyotazamia. Ufunguo sio nguvu zako, bali ni tawakkul, kumtegemea yeye kwa asilimia mia moja. Kumbuka kisa cha Nabii Yunus alayhisalam alipokuwa tumbuni mwa samaki, giza juu ya giza, lakini hakukata tamaa, alimuita Allah. Na wewe leo katika giza la madeni, giza la ndoa au giza la kukosa kazi, muite yeye, mtegemee yeye. Yeye ndiye mfunguaji bora. Ewe Allah, wafungulie wote wanaonisikiliza milango ya heri Wape wepesi katika mazito yao, na ubadilishe huzuni zao kuwa furaha. Amin. Usisahau kusubscribe kwa mawaidha zaidi.